Hayati Luteni Jenerali Mayunga ni mti mkavu usiochimbwa dawa. Kati ya viongozi ambao nilipenda kusikia kauli zao kuhusu Luteni Jenerali Silasi Mayunga pindi alipofariki Agosti tano elfu mbili na kumi na moja nchini India ni waziri wa zamani wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa, Kanali mstaafu Abdurahman Kinana. Kwa nini Kinana? Kwa sababu anajua masuala ya jeshi katika sura mbili, kwanza kama wanajeshi, pili waziri wa ulinzi, lakini kubwa zaidi anafahamiana kwa karibu na Mayunga. Itakumbukwa Novemba 1 1978, majeshi aliyekuwa rais wa Uganda Idi Amin yalivamia mkoa wa Kagera. Uvamizi huo ulimsukuma Mwalimu Nyerere kuashiria ushindi kabla ya vita kuanza. Nyerere aliashiria ushindi kabla ya vita kuanza, akisema sababu ya kumpiga tunayo nayo, nia ya kumpiga tunayo na, uwezo wa kumpiga tunao nao. Hakika kauli hii ilihitaji silaha tu, risasi za kutosha, mizinga au makombora na silaha za kila aina kusimamia, bali mashujaa wa mstari wa mbele vitani ilikuwa kazi kubwa na kwa kweli ilikuwa ni juu ya makamanda wa mstari wa mbele kuamua kuivunja hadhi ya kauli hiyo ya Amiri Jeshi Mkuu, au kusimamia kufa au kupona ili ibaki kuwa ya kweli. Hivyo basi, ni kauli au hotuba iliyopaswa kutetewa, kupiganiwa, kufa au kupona, ili kuuthibitisha ulimwengu Amiri Jeshi Mkuu, Rais Nyerere alikuwa sahihi kutangaza uwezo, nia na sababu za kumpiga Amini upo ingawa makamanda wa mstari wa mbele walikuwa na zana za kivita lakini, hotuba ya Mwalimu iliwaongezea silaha ya ziada ambayo ni uzalendo. Miongoni mwa wapiganaji waliotwika dhima hiyo nzito ni pamoja na Luteni Jenerali Silas Mayunga sambamba na wapiganaji wote wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, na Watanzania kwa ujumla waliotoa ng'ombe hata kuku kulisha wapiganaji uwanja wa mapambano, mstari wa mbele. Katika uwanja wa vita, Luteni Jenerali Silas Mayunga na wenzake, kazi ilikuwa moja tu, kufa au kupona, ili kulinda si tu hadhi ya Tanzania, heshima ya wa wapenda haki duniani. Ni vita hii ya Kagera ndiyo inayotajwa kumtambulisha zaidi Lieutenant General Mayunga ndani ya JWTZ na jeshi la Uganda. Vita hiyo ilipambanua ni mpiganaji wa aina gani akiwa mstari wa mbele. Lieutenant General Mayunga ni nani? Kama ilivyo kwa watu wengine mashuhuri duniani haikuwa rahisi kumkabili mtoto mdogo aliyezaliwa Maswa Shinyanga mwaka elfu moja mia tisa arobaini eti siku moja itapigania nchi yake kufa au kupona, akiwa katika uwanja wa mapambano ya risasi, mizinga na makombora mazito. Bila shaka hata alipokuwa shuleni Bwiru sekondari Mwanza, walimu na wanafunzi wenzake hawakujua unyetu wa Silasi Mayunga nchini miaka kadhaa iliyofuata. Pengine hata naye hakujua uzito w wa uamuzi wake wa kuanza maisha mapya ya kijeshi, aliyojiunga na kwa mara ya kwanza na jeshi la kikoloni Tanganyika Rifles, Januari kumi mwaka 1963, safari yake ya kijeshi imegusa nchi za Israeli na Canada, akihitimu mafunzo ya kijeshi Julai 26 mwaka 1963 nchini Israel na miaka kumi baadaye 1973 akafuzu kozi wa unadhimu na ukamanda wa jeshi nchini Canada kozi ya ukamanda wa juu wa jeshi alihitimu mwaka 1974 nchini. Juni 21, mwaka 1995 ni siku ambayo Mayunga alijiwekea rekodi binafsi ya kushika cheo cha juu jeshini akipandishwa cheo kuwa Luteni Jenerali, na miezi sita baadaye, Disemba 31 mwaka 1995 alistafu mti mkavu akiwa jeshini. Mayunga ni kama kiongozi, amekuwa mkurugenzi wa mafunzo makao makuu ya jeshi, kamanda ya brigedi ya mia mbili na mbili ya Tabora, kamanda ya divisheni za ishirini na thelathini za jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ. Huwezi kumzungumzia operesheni Chaka wakati wa vita dhidi ya majeshi ya Idi Amin bila kumtaja kiongozi wa operesheni hiyo ambaye ni Luteni Jenerali Mayunga. Katika operesheni Chaka, Mayunga ndiye aliyekuwa kamando wa brigade ya mia mbili na sita ndani ya jeshi la Uganda. Mayunga na historia muhimu, amekuwa kamando wa kikosi maalum cha JWTZ nchini Uganda kati ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa na mpaka elfu moja mia tisa themanini lakini ukiondoa pilika pilika za kijeshi, Mayunga amekuwa mkuu wa mkoa wa Singida mwaka 1977 mpaka 1978, balozi wa Tanzania nchini Nigeria mwaka 1989 hadi 1998 na balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwaka 1998 na mpaka 2002 mbili alipostaafu Kinana na Mayunga Liberia. Kama nilivyoeleza awali, nimezungumza na Kinana, amekumbuka mengi kuanzia pilikapilika za kivita za Mayunga akiongoza sekta y Mbarara, sambamba na jukumu zito la kufundisha wanajeshi ya Uganda ili si tu kusafisha masalia ya Idi Amin bali kuliweka upya jeshi la Uganda. Wakati ule vita vya Kagera, kulikuwa na sekta mbili, sekta ya Masaka ikiongozwa na Musuguri na sekta mba Mbarara akiongozwa Mayunga anazo sifa nyingi muhimu kama kiongozi. Kwanza, uwezo wa kujichanganya na watu wote, wanajeshi wote walimpenda kama kiongozi, akiwa anaongoza vikosi vyote sekta ya Mbarara na makao makuu ukiwa mji wa Mbarara wa Uganda. Hapo alikuwa akifundisha majeshi ya Uganda. Nakumbuka pia mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne nikiwa waziri wa ulinzi, naye wakiwa balozi wetu katika nchi zote za Afrika Magharibi, Umoja wa Mataifa uliotuomba kupeleka wanajeshi wa kulinda amani Liberia tulipeleka wanajeshi elfu moja nikiwa na Mayunga tuliwatembelea wanajeshi wetu kwa kweli wali, aliwapa hotuba nzuri sana ya kuhimiza uzalendo wanajeshi wetu alifurahi kumwona na kuzungumza na Mayunga wakitambua sifa yake ndani ya jeshi akiwa vitani Uganda. Tulikuwa pale siku tano, lakini kikubwa zaidi niligundua kuwa aliweza kuwa karibu sana na watu wa hizo nchi alizokuwa akiwakilisha Tanzania, na ndiyo hiyo sifa yake kuu, ni mtu wa kuchanganyika na watu wote, anaeleza Mayunga. Nimebahatika kuzungumza na baadhi ya wapiganaji walioshiriki vita ya Kagera. Kwao Mayunga ni mti mkavu usiochimbwa dawa kwa mujibu wa simulizi zao Mayunga alikuwa akiwajaza uzalendo, ujasiri na kuwaondolea uchovu kila alipokuwa akisonga mbele kumkabili adui. Kwa maelezo yao, Mayunga ni mpiganaji aliyedhihirisha kuwa ushindi wa kivita hautokani na kigezo cha silaha bora pekee, bali ni wapiganaji jasiri, wazalendo na hodari katika kupiga hatua kusonga mbele, na si hatua za kurudi nyuma kumkimbia adui. Huyo ndiye Mayunga ambaye hakufa akiwa uwanja wa mapambano, akiangaika kuikomboa nchi yake dhidi ya adui. Ndiyo, hakufa kwa risasi, mizinga wala makombora ya adui vitani. Pamoja naye tuna na waenzi makamanda wetu waliofia vitani na waliorudi hai, walimsogeza adui nyuma na kuyapa ushindi majeshi ya Tanzania na Watanzania wapiganaji wote, kuanzia vikosi vya nchi kavu maji, anga na intelligence ya kijeshi, military intelligence. Katika JWTZ na nchi kwa ujumla, hatuna budi kusema, ingawa tumepoteza kamanda wengine aliyesonga mbele mstari wa mbele vitani mwaka 1978, lakini tunaridhika, ametimiza wajibu wake kwetu raia wenzake ameishi kwa kutii mamlaka ya nchi, ameishi kwa kutii raia wenzake, ameishi kwa mujibu wa tamaduni za Kitanzania. Na huyu si kamanda wa kijeshi pekee, bali ni mpigania haki duniani. Ingawa tunamlilia, lakini tunaridhika, tunashukuru na kujipongeza kwa kuunganisha glasi, tukisema imewezekana, ametimiza wajibu. Huyo ndiyo kamanda Silasi Mayunga.